Mnajua paka hata ukimpikia wali roast, akimwona panya anaachana na wali roast. Atafuata nini? Mpikie kila siku wali roast, akikatiza panya tu anaachana na nani? Sasa kuna vyama vingine ni kama paka vyenyewe, hata tukivipa vinapinga. Ukifanya jambo zuri vinafanyaje? kumekuwa na Lema hapa miaka kumi, tulijua ataenda kupambana barabara zetu zipitike, tulijua atapambana wakina mama wapate mikopo yeye. Yeah, ameenda anamtukana rais kwa miaka mingapi? Kumi, kumi tuliompa. Kwa hiyo watu wa Arusha tuko nyuma kwa miaka mingapi? Kumi. Kwa watu wanasema tarehe ishirini na tisa ni siku ya maandamano, waambia wakaandamani kwenye vitanda vyao. Ndugu waandishi ni wa habari nilioko mbele yenu, naitwa Saipulani Ramsey, ni katibu wa siasa uenezi na mafunzo wa chama cha mapinduzi mkoa wa Arusha. Nilipata meseji ya kualikwa na wajasiriamali katika soko namba sitini na nane soko la mama Samia. Wakasema, mwenezi unapoenda kumuali, kualika wananchi kuja kumpokea kumlaki na kumsikiliza Daktari Samia suluhu Hasani, njoo ufanyie pesi yako katika soko la mama Samia namba sitini na nane, na ndio hao wako nyuma yangu leo. Hapo nimeifanya mahususi pia baada ya kupata huu wito, kwa sababu wako watu wanasema mama Samia anawabagaza wajasiriamali wadogo wadogo na kwamba wajasiriamali wadogo wadogo hawajaandaliwa maeneo ya kufanya biashara zao. Sasa hapa ni wapi? Nimewaita hapa kwa lengo moja mahususi la kuujuza umma wa Wanaarusha, wana CCM na wasio wana CCM juu ya ujio wa mgombea wa nafasi ya kiti cha urais kupitia tiketi ya chama cha Mapinduzi, ndugu Daktari Samia Suluhu Hassan ambaye atakuwepo katika mkoa wetu kuanzia tarehe moja ya mwezi wa kumi na tutakuwa naye hapa mpaka tarehe tatu ya mwezi wa kumi akiwa anaelekea katika mkoa wetu wa Manyara. Napenda kutumia fursa hii kuwakaribisha wananchi wote wa mkoa wa Arusha kuja kumpokea, kumlaki na kumsikiliza Daktari Samia Suluhu Hassan pindi atakapofika katika viunga vya mkoa wa, wa Arusha, ndugu zangu. Na pia napenda kujuza umma wa wana Arusha ya kwamba Daktari Samia Suluhu Hassan tutampokea siku ya tarehe moja kule katika wilaya yetu ya Meru kuanzia majira ya saa tano asubuhi tutakuwepo katika viunga vya Usariva kumsubiria, kumlaki, kumpokea na kumsikiliza katika mkutano wa kusalimia, sio mkutano, mkutano wa kusalimia wananchi katika wilaya yetu ya Meru, kwa maana ya Arumeru Mashariki pale viunga vya Usa Usariva akiwa anatokea katika mkoa wetu wa Kilimanjaro, na baada ya hapo, ndugu Daktari Samia Suluhu Hassan mgombea wa nafasi ya uraisi wa Chama cha Mapinduzi atalala siku hiyo ya tarehe moja katika jiji letu la Arusha. Lakini siku ya tarehe mbili ya mwezi wa kumi kuanzia majira ya saa nne mgombea wetu wa nafasi ya uraisi kupitia tiketi ya chama cha mapinduzi, ndugu daktari Samia Suluhu Hassan ataongea na wanaarusha wote katika uwanja wetu wa Shehe Amri Abedi kuanzia majira ya saa nne asubuhi, na baada ya mkutano huo kukamilika majira ya saa tisa daktari Samia Suluhu Hasani atalala tena katika wilaya yetu ya Arusha. Ndugu zangu, siku ya tarehe tatu kuanzia majira ya saa tatu Daktari Samia Suluhu Hasani atasalimiana na wananchi wa wilaya ya Monduli katika viunga vyetu vya Mto wa Mbu akiwa anaelekea katika wilaya ya Karatu. A, katika majira ya saa tano Daktari Samia Suluhu Hassan ambaye ni mgombea wa nafasi ya uraisi kupitia tiketi ya Chama cha Mapinduzi atazungumza katika mkutano mdogo katika wilaya yetu ya Karatu. Atazungumza na umma wa wanakaratu na baadaye tutamsindikiza akiwa anaelekea wilaya ya Magugu katika mkoa wetu wa Manyara. Mimi kama msemaji wa Chama cha Mapinduzi mkoa wa Arusha nataka nimuhakikishie Daktari Samia Suluhu Hassan na niwahakikishie wanaofuata baada ya kutoka mkoa wa Arusha watajifunza kitu tutakachokifanya hapa Arusha. Mapokezi tutakayompa katika mkoa wetu wa Arusha, Arusha tutashindana na Arusha wenyewe, yaani rekodi yetu tutakayoitengeneza tutaivunja sisi wenyewe baada ya mkutano mwingine. Kwa nini nayasema haya? Uwanja ule, ndugu zangu wa Tanzania wa mkoa wetu wa Arusha, mimi najua nyinyi wajasiriamali wadogo wadogo wa soko namba sitini na nane mtaujaza. Nina mashaka na hilo jambo, na ilo jambo. Tuna mashaka na hilo jambo. Tarehe mbili tuna naingia Mama Samia, sio tu nyinyi wanawake, hata sisi wanaume tulisema ataweza, tuko tunajua ataweza, lakini huyu mama Mwenyezi Mungu amtunze sana, kwa sababu ya taifa letu ameingia. Amina, hakuna tishio lolote la kiusalama katika taifa letu, tumebaki salama, kaichukua serikali, hakuna aliyenyanyaswa.